Na nataka muamini, mwamini Watanzania, mna rais wa, wa kweli kweli, jiwe kweli kweli. Sitishwi wala sitishiki, mimi jukumu langu kwa ajili ya Watanzania ni kuhakikisha ninawavusha Watanzania kutoka mahali pa shida wanaenda mahali pa raha. Ninajua hiyo ndio itakuwa sadaka yangu ya Watanzania ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba we ulikuwa kiongozi mzuri unaweza ukawaongoza hata malaika polepole pole. Inawezekana kuelewa ni kugumu, na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka, na mimi hilo nina uhakika. Na mara nyingi Watanzania huwa wana tabia ya kukumbuka ukishakufa. Wanakuambia, wanakwambia pengo lake halitazibika.